Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanafundishwa mambo ambayo hayana uhusiano wa moja kwa moja na maisha wanayoishi, basio kweli, ila wale ambao wanaweza kusoma quadratic equation wakafaulu, waache waendelee. Wale ambao wanataka kusoma Kiswahili na historia, waache waendelee. Wale ambao wanasoma ili wapate ajira tu, waendelee. Hapa kuna taaluma kuna fani na kuna watu waliobobea, hao tuwaache waende kwenye sekta hiyo. Sisi wazazi na walimu wa leo, watoto wetu wanalelewa na televisheni na dada wa kazi muda wote. Utatengenezaje vijana makini na imara kwa utaratibu kama huu?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 ukitaka kufanya projection, unaipiga ndege imeruka hapo, upige pale, lazima ufanye projection ya science, na hiyo equation ni quadratic equation. Lakini vile vile watu ambao wamefika NASA kule Marekani, unazungumza kurusha parachute satellite, unazungumza quadratic equation, applications zipo pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi sema hivi, tuiseme kwamba sio kweli. Ila wale ambao wanaweza kusoma quadratic equation wakafaulu, waache waendelee. Wale ambao wanataka kusoma Kiswahili na historia, waache waendelee wale ambao wanasoma ili wapate ajira tu waendelee. Hapa kuna taaluma, kuna fani na kuna watu waliobobea, hao tuache waende kwenye sekta hiyo. Lakini vilevile uweze kuniambia kwamba hakuna matumizi ya periodic table, no periodic table, no chemistry. Unaweza kuzungumza atomic nuclear hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, atomic energy, nuclear energy. Zile elements zimekuwa arranged according to the increment of atomic number na atomic mass. Uweze kuzungumza electrolysis hapa uweze kuzungumzia habari ya umeme. Negative charges move. Sasa hii, hizi taaruma za watu tuachi, wengine waendelee. Tunapata shida kwa shule watoto wasome sayansi. Kuna watu wanachangia sasa hivi hoja, wanazungumza upungufu wa ajira, hapana. Vijana mtaandaa duniani watapwaya sana. Ukienda kwenye vyoo vingine hutaenda, na ukiacha sayansi kwenye ngazi ya chini, huko mbele ni, ni shida kubwa sana. Kwa hiyo acha vijana wajaribu, wanaweza kusoma physics, wasoma biology, wasome chemistry. Mwili wa binadamu huu asilimia tisini na sita una carbon, una oxygen, una nitrogen, una hydrogen huko ndani. Unawasha taa nyumbani ni chemistry, ile balbu ni chemistry, ipo pale. Argon ni chemistry, ipo pale. Gesi ni chemistry. Kwa hiyo nadhani haya mambo nasema, iseme kwamba sio watu, ni wanasiasa na sisi tuna taaluma zetu hapo tumetulia, kwao ukigusa kidogo, lazima tutofautiana katika maeneo hayo, tuturudishe watu kwenye msingi.